Sista, umekaa siku ngapi bila ya kuoga? Sijui hata naizamianga kuoga. Tosha utoga we. Sawa, natoka saizi. Uende uingie kwa bafu, nikusikia kuoga. Nataka uingia kwa bafu uoga, ukimaliza uende uvae nguo safi, umesikia? Nimekusikia dada kama kumbe huku nicho mna dhani huku ndio bafu. Kumbe huku nichoana, uende uoge kwenyu, kwa sababu kmai shawa, shawa, juu unafumulia maji juu. Halafu hiyo maji juu inateremka paka chini unasikia freshi hey, na Ehh... na eh. na rehnead <rops>